kwa madhabahu na wewe ambaye unaabudu pamoja nasi kwa njia TV online, mshukuru Mungu Baba mwema, Jehova mfalme shama, katika jina la Yesu na damu ya Yesu tunalibariki, tunaliinua, tunalitukuza. Na jina lako Yesu, jina lipitalo majina yote duniani na hata mbinguni, jina lako Yesu, tukiliitia mapepo yanakimbia, magonjwa yanapona, vifungo vinafunguka, nira zinakatika na kamba za mauti zinawaachia. E Bwana, rehema yako Yesu, na rehema yako ya tosha katika maisha yetu. Asante kwa ajili ya uaminifu wako ulioningao na kigao, asante kwa ajili ya ahadi zako katika maisha yetu. Wewe ni Mungu unayetupenda kutuazia mawazo ya amani na mema, alaosema baya. Asante kwa ajili ya usiku kucha, umetulinda umetutunza, umetupigania na kututetea, umetuamsha wenye nguvu na afya, umetuita kwenye madhabahu na uso wako mtakatifu. Tunashuka, tunaanguka, tunanyenyekea mbele zako Yesu, tunaomba asubuhi ya leo wewe usikie sala, usikie dua, usikie maombi, ukubali na dhabihu na sadaka utakazoachilia kwenye madhabahu yako takatifu. Sema na watoto wako, sema na kanisa lako na kundi lako hili, amini na simama kinyume na maroro ya mpinga Kristo, mateso ya kuzimu, adhabu za kipepo, manguvu ya giza na uchawi na uganga na mapizo na manuizo katika ibada hii. Asante Yesu Mwana, uko pamoja nasi, utaanza pamoja nasi, ukitufundisha na kutuelekeza. Wewe hautatuacha, wewe hautatupungukia sasa na hata milele Jina la Kristo Yesu, jina lipitalo majina yote. Amen, amen. Naomba ukae katika uwepo wa Mungu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Naendelea kumshukuru Mungu kwa ajili ya nafasi ambayo amekupa kusogea tena kwenye hii madhabahu asubuhi ya leo. Kitabu cha Samuel, Samuel wa kwanza mlango wa pili na mstari wa kwanza Samuel wa kwanza mlango wa pili na mstari wa kwanza peke yake anasema hivi Naye Hana kaomba akasema, moyo wangu wamshangilia Bwana, pembe yangu imetukuka katika Bwana, kinywa changu kimepanuka juu ya adui zangu, kwa kuwa na ufurahia wokovu wako, kwa kuwa na ufurahia wokovu wako. Kichwa ambacho tunajifunza katika zamu ya asubuhi ya wiki hii kinasema uvumilivu kiroho uzaao matokeo, uvumilivu kiroho uzao matokeo. Na jana tulianza kuangalia faida za uvumilivu kiroho, faida za ukiwana uh, uvumilivu kiroho na tukaangalia faida ya kwanza tukasema, ukiwa na uvumilivu kiroho unaweza kufanya maamuzi sahihi, lakini pia haukurupuki. Maamuzi unayofanya kwenye maisha ya kwako ni maamuzi sahihi, haukurupuki. Jambo la pili tukajifunza tukasema, uvumilivu kiroho unakusaidia kufikia malengo yako na kujenga uaminifu. Uvumilivu ni suala la kiroho kabisa. Kwa hiyo ninakuombea Mungu akupe uvumilivu ili uweze kuyafikia malengo ya kwako. Lakini asubuhi leo tutajifunza mambo matatu, alafu tutapata nafasi ya maombi. Jambo la tatu tunajifunza leo, faida ya uvumilivu kiroho. Jambo la tatu, uvumilivu utakusaidia kuyaona majibu kama, a, kuyaona majaribu kama fursa na sio vikwazo. Uvumilivu kiroho utakusaidia kuyaona majaribu kama fursa na sio vikwazo. Uvumilivu kiroho utakusaidia kuyaona majaribu au matatizo kama fursa na sio vikwazo. Hii nataka ujifunze, walipoenda kwenye ile nchi kwa siku arobaini kuipeleleza, wakaiona nchi ni nzuri, ina maziwa, ina asali, ina vitu vingi na matunda na vitu vingi, nchi inayo na. Walikutana kule na Manefili, wana wa Anaki, uh, Waperizi, Myebusi, Kanaani kwenye ile nchi walioenda kuipeleleza. Lakini watu wakule walikuwa ni wakubwa, ni majitu, Biblia inasema wapelelezi kumi na mbili walipowaona wakaingiwa na mashaka, wakaingiwa na wasiwasi. Kumbuka nchi hii walishahidiwa ya kwamba ni ya kwao, wana uhakika, lakini walipoenda wakakutana na manefili na majitu uh, wale wapelelezi kumi wakasema hawa watu ni wakubwa sana, na hawa watu wanakula watu. Nafsi zetu tumejiona kama mapanzi, na wao ndivyo walivyotuona sisi kwao. Wakarudi na taarifa hiyo kwa Musa na Haruni na wana wa Israeli wengine waliokuwa wamewaacha pale jangwani, wao wakaenda kupeleleza nchi, wakaambia nchi ile tumeienda, kweli ni nzuri, lakini ndani yake ina majitu makubwa, manefili, wana wa Anaki wapo kule, sisi tumeona ni wakubwa. Wale watu wanaokaa kwenye ile nchi wao wanakulaga watu wametuona sisi kama mapanzi na sisi ndivyo tulivyojiona sisi. Alafu angalia, Yoshua na Kalebu walikuwa na watu wao wapelelezi wengine kumi, na kweli waliona watu manefili wana wanaki ni wakubwa, ni majitu, lakini wao wakarudi wakasema, ni kweli tumeona wana wanaki, tumeona manefili, ni majitu makubwa, lakini kwetu sisi ni kama chakula Twendeni tukaipandie hiyo nchi tuitamalaki. Yoshua na Kalebu, twendeni tuipandie hiyo nchi tukaitamalaki, ni ya kwetu. Lakini wapelelezi kumi walisema ah, ah, hatuwezi kwenda kwenye hiyo nchi kwa sababu ina watu wakubwa, ina manefili, watatuua wale watu, wanakula watu. Waliposema hivyo tu, wakawaambia wale wana wa Israeli na Musa na Haruni wana wa Israeli wakaanza kulalamika pale jangwani, Musa, aheri ungetuacha Misri. Ni kweli ni nyumba ya utumwa, ni nyumba ya mateso, lakini tulikuwa tunakula, tulikuwa tunalala. Tungekufa Misri tungezikwa kwenye makaburi, lakini mmetuleta ukutufie jangwani. Wakaanza kunungunika. Musa akalia, kamlilia Mungu na Mungu akakasirika, akawapiga kwa tauni, akawaua wote, akabaki Yoshua na Kalebu na watoto wao. Asa, kwa sababu gani Yoshua na Kalebu hawakufa na kwa nini wao Yoshua na Kalebu ndio walifika kwenye ile nchi? Waliona matatizo, waliona majaribu kama fursa, wakavumilia, wakasema ah ah, ni kweli hao watu wapo, lakini hao watu kwetu ni kama chakula, twendeni tukaipandie nchi, tukaitamalaki, na ile nchi tutaikalia, ni ya kwetu kwa neno hilo wakaweza na wakaenda wakaichukua nchi, lakini wengine walioenda wakaona hawataweza, waliangamizwa wote. Sasa uvumilivu utakusaidia kuyaona majaribu kama fursa kwenye maisha ya kwako. Kuna mahali unaona hauwezi kwenda kabisa, kwa vikwazo, kwa huyo mtu, kwa huyo bosi, namna ambavyo anaongea namna ambavyo unaweza ukamwona na roho mbaya, namna ambavyo hana ubinadamu hana utu, wanasema, hapo siwezi kwenda kuomba kazi wala siwezi kufanya kazi naweza. Unaambia, ukiwa na uvumilivu kiroho, Mungu akakusaidia akakupa uvumilivu, utaona hilo tatizo kama fursa. Hapo kwenye matatizo ndipo panakuaga na baraka za kwako. Kwa hiyo lazima uwe na uvumilivu kiroho, ili matatizo unayokutana nayo kwenye familia, kwa ndugu zako ofisini kwenye biashara kwenye ndoa, uyageuze yakawe ni fursa kwenye maisha ya kwako, yakupe changamoto kwamba huyu mtu naishishije naye, hii biashara ina matatizo mengi, ni madeni naingia kwenye sara, nifanye njia gani? Nipite njia gani ili niweze kuona mpenyo na kwenda ng'ambo ya pili? Hawa watoto wangu naona kama hawaeleweki, nitumie njia gani nifanye akili gani niweze kuwasaidia? Usiwakimbie, usikimbie kazi, usikimbie familia, usikimbie matatizo. Hatukimbiagi matatizo, hatukimbiagi majaribu, ila huwa tunatafuta njia ya kusovu matatizo, tunatafuta njia ya kukabiliana na matatizo majaribu. Narudia kukwambia tena, hayatakoma hayataisha, matatizo hayataisha kwenye maisha yako Tani huwa tunayaona matatizo kama fursa na tuna, in, inakuwa ni njia ya sisi kutuongeza na kutupeleka mbele. Unapokutana na majaribu usiyachukulie majaribu, usichukulie yatakuwa, usione atakuangamiza, ah -ah. Uwe familia nimeichoka sasa, nimeshindwa naacha, sifanyi tena biashara, sifanyi tena kazi, narudi nyumbani. Hayo ah -ah. majaribu hayo matatizo uyabadilishe yakawe fursa kwenye maisha ya kwako, na utavuka na utaona mpenyo, na Mungu atakutoa hapo. Watu wengi wameshindwa kuvumilia, wamekutana na majaribu alafu wamekata tamaa, wamelia, wamerudi nyumbani. Sikia, shetani anafurahi ulie, anafurahi ukate tamaa, anafurahi ushinde, anafurahi urudi nyumbani, unywe sumu ufe, kwa sababu ya matatizo yanayokutana nayo. Ari mungu anatamani uvumilie kwa sababu anajua pana mlango wa kutokea ninakuombea na ni maombe angu kwa bwana unapokutana na majaribu unapokutana na vita unapokutana na changamoto zozote zozote kwenye maisha yako ziwe ni kubwa ziwe ni ndogo ambazo unaona kabisa zimezidi uwezo wangu ae mungu nipe uvumilivu hii changamoto ikawe ni fursa kwenye maisha ya kwangu na mungu atakusaidia utavuka na utaona mpenyo. Jambo la nne la kujifunza asubuhi ya leo, jambo la nne: uvumilivu utakuvusha, ndiyo njia pekee ya kukupeleka ng'ambo. Uvumilivu utakuvusha, na uvumilivu ndiyo njia pekee itakayokupeleka ng'ambo ya pili. Uvumilivu utakuvusha, na uvumilivu ndiyo njia pekee ya kukupeleka ng'ambo. Vumilivu utakuvusha, uvumilivu ndio njia pekee ya kukupeleka ng'ambo. Ili ni jambo la msingi sana na lazima ulifahamu. Katika kitabu cha Samueli wa pili mlango wa kwanza, hii tunasoma ni habari ya Hana, lakini hii habari ilianzia kule juu. Mlango wa kwanza ukisoma utaiona namna ambavyo Hana alinyanyasika na kuona kwa kwa uvumilivu ukamvusha kwenda ng'ambo ya pili kusoma kwa habari ya Yusufu utaona namna ambavyo alikuwa na uvumilivu, na uvumilivu ukamsaidia kumvusha kwenda ngambo ya pili. Hakuna kitu kinakuja kirahisi, hakuna jambo litatokea kwenye maisha yako, hauwezi kwenda upande wa pili kuona matokeo mengine, hauwezi kubadilika jinsi ulivyo leo, kesho tukakuona mtu mwingine, kesho tukaona biashara yako ni nyingine, imekuwa kesho tukaona familia yako imekuwa nyingine, tofauti na jana, tofauti na watu ambavyo walikuwa na kuchukulia zamani pasipo kuwa na uvumilivu. Lazima uvumilie, na uvumilivu ndiyo njia pekee yake itakayokuvusha kwenda ng'ambo ya pili. Uvumilivu unakupaga utulivu, unakupaga kufikiri vizuri, unakupaga kufanya maamuzi. Unapita kwenye changamoto sana nyingi, teseka mno. Uvumilivu ni swala la kiroho kabisa. Vumilia ili Mungu akuvushe uende ng'ambo. Ni jambo jepesi kuzungumza, lakini ni jambo gumu kutelekeza, kwa sababu mazingira utakayokutana nayo pengine ni magumu. Shakataliwa na ndugu zako, familia imekutenga, hauna kibali kwa watu, hawakusikilizi hakuna unachofanya kinaenda, lakini uvumilivu utakusaidia kuvuka kwenda ngambo. Yesu alikubaliana na Mungu kwamba mimi ipo tayari, mtume mimi Bwana, taufia ulimwengu. Akaja kutana na dhiki, kutana na mateso ya kutosha, mwisho akamwambia Mungu. Nani Mungu? Yesu mwenyewe akamwambia, Baba yangu, ikiwezekana kikombe hichi kiniepuke, mateso yamekuwa ni mengi, nashindwa kuvumilia. Mungu akamwambia hapana, vumilia uvumilivu ni swala la rohoni. Amina, nakuomba Mungu akusaidie ili uweze kuyaona matokeo, akupe kuvumilia, uyaone matokeo makubwa. Swala la tano na la mwisho, faida ya tano na mwisho ya uvumilivu, anasema uvumilivu ni silaha ya kumfukuza adui. Uvumilivu ni silaha ya kumfukuza adui. Uvumilivu hiyo ni silaha ulimwengu wa roho kabisa, itaka kusaidia kumfukuza adui pasipo hata maombi, pasipo hata vitu vingine. Uvumilivu hiyo ni njia pekee ambayo inaweza ikamfukuza adui kwenye maisha ya kwako. Unajua kuna mahali unaweza ukawa watu wanakusumbua, wanakutesa, au ni mume wako au ni mke wako, alafu kila siku hakuoni ukilia, yani anakufanyia yani yaani sijui nikwambia, anakutesa anakusumbua anakutocha, yaani anakuumiza kabisa, na anategemea kabisa huyu huyu mwezi awishi anaondoka hapa, huyu kazi anaacha huyu, alafu nitaweka mtu mwingine huyu mwezi utaisha, ataondoka huyu, ataleta mwanamke mwingine hapa nyumbani, yaani anakufanyia makusudi kabisa, ili uondoke, ili ushindwe, ili uache. Lakini ukivumilia, usipolia, ukakomaa, ukabaki pale aka yeye mwenyewe huyu mtu ni wa namna gani? Atakuwa anajiuliza maswali, mateso yote haya na mambo yote yanamfanyia mabaya kiasichi, lakini bado yupo huyu. Si mtu wa kawaida. Na ndivyo ilivyo, adui anapokuletea majaribu, alafu akaona bado umesimama, unakuja kanisani, haulii, unaomba, unasifu, unamshangilia Mungu, bado moyo wako haujakata tamaa, hujafadhaika, hujainama pamoja na shida zote, adui anakimbiaga. Mwenyewe, kuna mtu amekuja kanisani leo na ana changamoto zake nyingi, mengi, anadaiwa, nyingi, aina, apa, ana matatizo mengi, ana madeni, anadaiwa, ana shida nyingi, lakini amekuja hapa anaimba, anafurahi, anatoa sadaka, anasifu. Ataondoka, ataenda nyumbani, shetani anakuogopa, anajiuliza, huyu mtu ni wa namna gani? imani yake ikoje? moyo wake ukoje? mbona nimemjaribu sana mbona nimemletea vita vingi lakini hajarudi nyuma, hajakata tamaa. Nakwambia Mungu akupe uvumilivu. Uvumilivu utakusaidia na utamkimbiza adui kwenye maisha ya kwako, anapokupiga vita, anapokuletea majaribu, na bado uko bado upo pale, haujaondoka kwenye familia yako, bado uko pale kwenye biashara, bado upo asimamia watoto wako vizuri, bado haujaondoka. Shetani mwenyewe anarudi nyuma, huyu mtu si mwezi, anaondoka Ubaya ni kwamba majaribu yanapokuja tunakimbia vita, tunarudi nyuma, tunamwachia shetani nafasi. Kwamba leo amekuletea jaribu, unakimbia, unarudi nyuma, kesho atakuletea lingine, utakimbia, utarudi nyuma, mwisho utajikuta umeanguka, umepotea kabisa na unaji, unajiuliza naunajiuliza imekuwa kwaje? Kwa sababu ulikimbia majaribu. Ninakuombea, hatukimbiagi vita, hatumkimbii shetani, hatumkimbia adui tunakabiliana naye, tunapambana naye. Kwa nini? Kwa sababu kila jaribu ambalo linakuja, Mungu anakupa jaribu ambalo alipiti uwezo wako. Lakini kila jaribu lolote, wewe unaona lina mlango, lakini Mungu amesema lina mlango wa kutokea. Alitakuua, alitakuangamiza, hautafia hapo, utavuka tu kama utakuwa na uvumilivu kiroho. Ni maombi yangu kwa Bwana Mungu akusaidie, na Roho Mtakatifu awe pamoja na wewe katika majaribu na vita unaokutana nayo. Mungu akakupe uvumilivu, ukavumilie, ili familia yako isisambaratike, uchumi wako usiharibike, biashara zako zisiharibike, na mambo yako mema ambayo Mungu amekusudia uyapate kwenye maisha ya kwako, yakatokee na watu wakayaone kwenye maisha ya kwako, katika jina la Yesu. Asubuhi leo nataka nikuombe dakika chache hapa tunataka kuomba, nataka uombe Mungu akupe uvumilivu wa kiroho. Aa, ni kweli najua kuna mahali unapita. Labda unaweza kusema mtumishi, unaongea nini? haujui kweli sijui, lakini pengine nafahamu, lakini nataka nikutie moyo, kama Mungu atakupa uvumilivu uh, wa kiroho utavuka na kila kitu kitaisha kwenye maisha ya kwako. Simama, sima pale ulipo. Asubuhi leo nataka tuombe hapa kwa dakika chache, nataka tuombe kwa dakika chache hapa Simama pale ulipo, hebu sema Bwana Yesu. Kama una nguvu ya kusimama usimame, lakini kama huna nguvu unaweza kukaa. Wengine miguu, wengine umri. Sema, Bwana Yesu, ninakushukuru asubuhi ya leo, umesema nami kwa habari ya uvumilivu. Uvumilivu ni swala la kiroho, ninaomba Yesu unisaidie. Umesema hatumo miongoni mwao wasitao na wenye mashaka, tunajua kwa hakika utafanya Yesu kwenye maisha yetu. Nipe uvumilivu, nikavumilie. Ninajua nitayaona matokeo makubwa kwenye maisha yangu. Mateso, majaribu, vita zote nazo kutana nazo, hazitaniua nazo, zina mlango, zina njia ya kutokea, nionyeshe njia katika jina la Yesu na katika damu ya Yesu. Kwa dakika chache, nenda mbele za Mungu, mwambie Mungu akusaidie, Bwana akupe uvumilivu kiroho ni kweli ulishakata tamaa, kuna mahali ulifika, ulilaani, ulitamka, ulisema, yama, huyu mume siwezi kuishi naye tena, huyu mke siwezi kukaa naye tena, hawa watoto sio wa kwangu, si wataki, wamenisumbua sana, hii kazi naacha, hii biashara naacha, siwezi kushughulika tena na hao ndugu zangu. Mwambie Mungu akusaidia, kupe uvumilivu. Kuna baraka nyingi kwenye uvumilivu kiroho. Mwokozi ulimwengu, Baba mwema, Baba katika jina la Yesu, sante kwa ajili ya watoto wako hawa. Yesu umewaita eye madhabahu na uso wako mtakatifu. Kwa hakika ninajua, ninafahamu na nina uhakika, wala sina mashaka. Uvumilivu ni suala la kiroho, na kila mtu atakayevumilia, e Bwana, atakayevumilia mpaka mwisho ndio atakayeokoka. Sawa sana, neno lako Bwana, ninaomba usaidie watu hawa Bwana, wakapate kuvumilia mpaka mwisho, wakaokoke na majaribu yao. Bwana ukawavushe kwenye vita, kwenye changamoto nyingi wanazopitia kwenye maisha ya kwao, wasaidie, wape moyo wa kuvumilia kila vita adui anayoinua kwenye maisha yao, majaribu ya kila namna, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, nguvu za giza, mapepo, adui, unawasemesha watu wako kwenye masikio yao na kwenye nafsi zao toka achia fahamu zao toka achia fahamu zao toka achia mioyo yao na nafsi zao na masikio yao, kwa jina la Yesu na damu ya Yesu Kristo wa Nazareti ile hai. Wape kuvumilia Bwana, kwenye kuvumilia kuna baraka, kuna kuvuka kwenda ng'ambo, kuna kuweza kufanya maamuzi sahihi. Bwana wasikurupuke, kawainue, kawaimarishe tena kawatie na nguvu Bwana, wakaendelee mbele kwa nguvu, matatizo, majaribu na vita zikawe ni fursa kwenye maisha ya kwao. Asante Yesu, kwa kuwa wewe ni mwaminifu, mawazo yako ni ya amani, ya mema wala sio mabaya. hesabu hatua wa zao wanapoenda kazini, wanaporudi majumbani na mahali mahali, kwenye shughuli zao za mikono. Mungu ukawaimarishe hatua zao, miguu yao isisogeze Bwana, wanachogusa kwa mikono yao Yesu akikazae wala kisife. Mwokozi wa ulimwengu, ninasimama kinyuma na liro la kukata tamaa, kushindwa kufadhaika na kulia na machozi, ukawaimarishe nafsi zao na mioyo yao. E Bwana, wapiganie na uwatetee, na neema yako na rehema yako na iwe pamoja nao. Ninawaombea wanapoomba kwa jina lako mahali mahali, Yesu usikie na ujibu maombi yao, usiwache sasa na hata milele, katika jina la Kristo Yesu, jina lipitalo majina yote. Amen. Amen. Basi ni wakati mzuri wa kumtolea Mungu sadaka na dhabihu. Toa sadaka yako kwa mwenyenyekevu toa sadaka yako ukiwa unaomba. Asante Yesu, Amen. Asante Yesu, Amen. Pokea sifa na heshima za kwako asubuhi ya leo, ambao Mungu umetupa tena watoto wako, nasi tunanyenyekesha mbele za uso wako katika madhabahu hii, ambao Bwana, watoto wako tumekusanyika na kuleta haja za mioyo yetu Ee Bwana, na kuleta mioyo yetu kwenye madhabahu yako na kujiweka wakfu kwa ajili ya siku ya leo njema, ambao Mungu umefanya kwa ajili yetu, ikawe ni siku ya baraka ya tofauti, yenye kuinuliwa na kubarikiwa, ya kutendewa miujiza yetu, ambayo Mungu umekusudia Ee Bwana tunaomba neema yako na uso wako ende nasi, ukatuthibitishe katika haki, tukawe mbali na kuonewa nadui, na adui na ulinzi wako kwa pamoja nasi. E Bwana, tunajiweka wakfu kwa damu yako, tutembea hapo njiani tuendapo. E Bwana, kila mahali tunakokwenda ofisini, neema yako Mungu ikatufungukie Bwana, milango ikawe wazi kwa ajili yetu, milango ya kule ofisini ikatufungukie e Bwana, ukatupe kibali kila tunakokwenda Bwana, tusaidie tuwezeshe e Bwana, kuyatenda mapenzi yako katika jina la Yesu Kristo aliye hai tunajiweka wakfu e Bwana, na asante pia kwa ajili ya neno lako. Kaachilie neema hiyo ndani yetu na moyo uvumilivu ndani yetu, maana neno lako linapotuambia ya kwamba tuvumilie, kwa sababu ni tunda la Roho Mtakatifu, na tunda ilo la Roho Mtakatifu likawepo ndani yetu, ili tukaliishi neno lako siku zote. Na upokee sadaka hii ambayo watoto wako tumekutolea, ikaendelea kufanyika alama na ukumbusho kwenye madhabahu yako, kama vile sadaka ya koronelio ilifanyika alama na ukumbushwe kwenye madhabahu yako na Bwana ukasikia maombi yake na ukamtendea sasa na hitaji lake nasi Mungu kupitia sadaka Bwana ukatende na ukafanye yale ambayo Mungu tunaomba kila itwapo leo katika jina la Yesu Kristo, amen. Baba yetu uliye, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama anavyotimizwa huko mbinguni, utupe leo riziki yetu, tusamee makosa yetu kama nasi navasamea waliotukosea, usitutie majaribuni, lakini tuokoe na yule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako, na nguvu na utukufu, na hata milele. Pokee okay, baraka za Bwana. Bwana akubarikie na kukulinda, Bwana akuangazie nuru za uso wake na kufadhili, na Bwana akuinulie uso wake na kupa amani yake, katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Na tuende kwa amani ya Bwana. Tunaendelea kukumbusha kwamba Ijumaa ni mkesha, tafadhali usikose, na Ijumaa tutakuwa na mwalimu uh, Mlawi. Kwa hiyo nikukaribisha sana katika mkesha huu.